Wananchi wa mkorofi hakai safi? Safi! Safi! Safi! Safi! Asanteni sana. Kila siku tulikuwa tunakwambieni, tunakwenda kwenye semina na yale tu ambayo tulikuwa tunakwambieni tulikuwa tunayapata huko kwenye hiyo semina zaidi ya ZSTC. Tuwasikilizeni kwa makini, mwenye maswali yake. Hapa ndo kwenye uwanja wa kuogelea, mwenye kuogelea maji ya futi kiuno shingo yanomfunika. Uwanja wenu ndo hapa, wakulima wote wa zao la karafuu. Kwa hivyo leo wataalam wa ZSTC wamekuja hapa kuzungumza na nyinyi live, si kama vile ambavyo tulikuwa tukisema sisi, nilikuwa nikikwambieni kwamba kuna watu wanachuma karafuu wanakata matawi, yani mtu anakaa juu, anatia tawi, anamchumia mtu ambaye anachuma mpeta chini, yeye mwenyewe yuko juu yu. wataalam Karibuni. Asante. Kwa jina naitwa Mariam Abdullah Omar, nimetokea ZSTC. Lengo la kuja hapa ni kuelimisha kuhusiana na zao la karafuu. Ningependa niongee machache ambayo yanatokana na ZSTC. ZSTC inasajili wakulima pamoja na mashamba yao na lengo la usajili huo sio labda kwa ajili ya kuwapokonya au kuwatoza kodi, bali linafanya urahisi wa upatikanaji huduma muhimu kwa wakulima na kwa, kwa wakati. Unajua kule ZSTC kuna huduma mbalimbali ambazo zinatolewa. Mfano, kuna miche ya mikarafuu, kuna bima ambazo zinatolewa zitazomsaidia mkulima pale anapopata ajali wakati wa uchumaji una elimu ya uimarishaji zao la karafuu, una majamvi pishi na mengine mengi ambayo anastahiki kupewa mkulima wa karafuu. Unapojisajili inakuwa ni rahisi kupata vitu hivyo, kwa sababu utajulikana wewe ni mdau wa zao la karafuu na ni mkulima. Kwa hiyo nawashajiisha wakulima wenzangu kwenda kufanya hima kwenda kujisajili sisi na mashamba yetu kwa ajili ya kupata uimarishaji wa zao la karafuu kutoka ZSTC kwa manufaa yetu sisi wenyewe. Jengine, ndugu wakulima wenzangu, tujitahidi sana kulitunza hizi zao la karafuu hapa Zanzibar. Zao la karafuu ni dhahabu kwetu, kwa hiyo tunachotakiwa tuimarishe, tulilinde, kulithamini kwa jitihada zetu zote, tuna tuhakikishe tunachuma karafuu wakati zimepevuka vizuri, na pia si vizuri kuchuma karafuu changa. Vile vile tusiziache mpaka karafuu zikapevuka kiasi kwamba zikafanya maua zikaota matende, zinakuwa sio vizuri kwa kweli. Tuhakikishe karafuu tunapozichuma, tunazichambua vizuri, tunazianika kwenye majamvi Hatutakiwi karafuu tuzianike mabarabarani au sakafuni au juu ya mabati. Unapofanya hivyo huwa unashusha grade ya karafuu. Aidha, ndugu wa wakulima wenzangu, tufahamu kuwa karafuu kule ambapo tunapoenda kuziuza nchi za wenzetu, huwa wanatumia kwa ajili ya chakula. Nadhani hata sisi pia tunatumia kwa ajili ya chakula na pia kwa ajili ya dawa. Kwa hiyo matumizi yetu mengi yanapitia kupitia nini? Mdomo. Kwa hiyo tunachotakiwa kwenye uanikaji wa karafuu tu, tufanya, yani tufanye usafi wa hali ya juu kuzitunza zile karafuu. Karafuu ni uhai wa wa maendeleo ya Zanzibar. Asanteni. Ningependa nimpishe na mwenzangu ili aweze kutueleza ili tuweze kupata elimu zaidi kuhusiana na swala la karafuu. Asanteni. A, nami sinabudi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uzima wa afya kukutana hapa tukiwa sawa na salama. Kama alivyoanza mwenzangu kwa utambulisho basi nami nijitambulishe kwa jina naitwa Benadetta John Martin kutoka ZSTC. Mwenzangu alianza utambulisho na kutoa maelezo kutokana na shirika hili la ZSTC. Basi nami niendelee kwa kusema kwamba sisi wafanyabiashara ama wakulima wa mikarafuu tunapokwenda katika kituo kwa ajili ya kwenda kuuza karafuu zetu, kila mmoja anahitaji kupata daraja la kwanza, si ndivyo eh? Sasa daraja la kwanza linapatikana vipi? Kwa kusikiliza maelezo kutoka kwa wataalamu kama hivi leo tulivyokuja, kwa maana tunawapa elimu nanyi muweze kufahamu, ili muweze kwenda kufanya biashara vizuri, ama kilimo vizuri. Lakini hata hivyo ZSTC inauza karafuu zetu nje kidijitali kwa mfumo wa mnada, ambapo wateja na wafanya biashara wanaweza kushiriki katika mnada na kununua katika sehemu yoyote ulimwenguni kwa kutumia mtandao. Unaweza ukaona zaidi ya STC wabaya, kwa sababu gani? Hawakukupatia ile daraja la kwanza. Lakini sivyo ilivyo, sababu inatokana na sisi wenyewe, jinsi ya kuitunza ile mikarafuu ama wakati wa kuvuna. Nadhani tumeelewana vizuri, mm -hmm. Lakini hata hivyo, ndugu wakulima wenzangu, tunatakiwa tuunge mkono juhudi za serikali ya awamu ya nane ambayo inaongozwa na Dokta Hussein Ali Mwinyi. Serikali hii ambayo imepiga kipaumbele kwa ajili ya kuliimarisha shirika la ZSTC kwa lengo kuu la kuimarisha biashara yetu ya karafuu na kuipa kipaumbele. Hata hivyo nadhani tunaona sasa hivi ZSTC tulivyokuwa tunaendelea maanake tumetoka katika uzamani sasa hivi tumeingia kwenye mambo mapya hivyo sasa hivi serikali imekuwa inaishughulikia ipasavyo ZSTC kwa ajili ya zao la karafuu ah, kilimo cha mikarafuu hususan kwa upande wetu sisi maanake inatupa faida hususan kwa hapa Zanzibar. Nadhani tuna, tunafahamu vizuri hilo jambo hata hivyo imewapa kipaumbele kivipi kwa sasa maana, ZSTC imeondokana na mauzo yale ya awali, maana ilikuwa uzamani, lakini sasa hivi tumekuja katika mauzo ya kidijitali. Kwa maana mkulima unapata stahiki zako kwa njia ya kidijitali. Nadhani itakuwa tumefahamika vizuri. Nashukuru, labda si ungewakaribisha kuhusu maswali haya mm. Ndio, kama vile nilivyosema, hawa ndio wataalamu, kwa hivyo muogelee hii bahari yenu leo, muogelee Kwenye, ma, kwenye maswali mtu asibanie banie, as, asimame aseme Asalamu alaykum. Kabisa, alekumsalamu. Nakaanza kujitambulisha mm -hmm. Nakaitwa Marko Dinda Marko Stami, na mpango mzima nakalinda heshima, nakawa na swali moja nakataka kuuliza hii pepalesi na hii kesilesi sijui ni kitu gani hiki, nakala nitambue wataalamu hapo. Asante sana ndugu mkulima, kwa swali lako zuri ambalo umeuliza, kwa maana utapata faida wewe pamoja na wenzako. Maana ya cashless ni kuwa hatutumii tena malipo ya taslim katika kuuza na kununua karafuu zetu vituoni. Fedha zenu na mauzo ya karafuu mnaingiziwa, mna kwenye akaunti zenu za benki ama kwenye simu zenu. Na maana ya paperless ni kuwa hatutumii tena makaratasi katika kuuza na kununua karafuu. Hata risiti yako unaipata kwa kupitia simu yako. Njia hii ni salama na ni rahisi zaidi. Nadhani itakuwa umenifahamu vizuri. Ah, nashukuru sana. Nafahamu kabisa hapo. Nikaelewa sasa. Ah, asante. Asante kwa kujua mimi. mm -hmm. Ehe. Lete mama huko. swali langu hivi naulizamu kuanika karafuu barabarani, kuna karafu, barabarani au kwenye mabati kunakuwa kuna athari gani? Sawa, nitajibu swali lako. Karafuu unapoanika barabarani au kwenye mabati huwa zina madhara kwa sababu huwa inashusha daraja. Mm -hmm. Unapoanika barabarani vumbi lile ambayo magari yanapita. Mm -hmm. huwa zinaingia mle kwenye karafuu huwa saa ingine hata ile harufu, harufu ile na ladha yake ya karafuu huwa pia inakuwa inatoweka. Kwa hiyo unapokwenda kule ndo daraja huwa linashuka, alafu huwa mnakuja kulalamika kwamba malipo ni madogo. Kwa hiyo tuepukane na hayo jamani, tufate masharti ambayo yamewekwa na elimu ambayo imetolewa, ili tuuze karafuu tufaidike kwa wote. Nadhani umeridhika na jibu lako. Eh, Bi Hidaya lete swala lako na malalamiko yangu, mjumbe wa sheha, mm, mm, lete. Kila siku hawa watoto wananiibia karafuu zangu, umenifahamu eh? Na hapa hata mmoja asijue kama nina shamba yangu karafuu, anakuja akachuma. Na ubaya wa mambo wanazichuma changa, matawi wanayakata chini. Kwa hiyo ninachokisema, mjumbe wa sheha, hii kesi nakupa wewe nat ngavi hizi karafu zangu. Sawa. Na kama hazikurejeshwa la kulifanya talijuamsianzisheaawanadabu e, hawa, hawa. Ka wananiharibia karafuu zangu tu msili na kila wakisikia bei nzuri, na wao anazidi wanangia wa, wa wazimu haya tu. Masuala tuachie sisi, tutakaa na kamati ya sheha tutalizungumza, ili swala tutakurejeshea we mrejesho hizo karafuu zako zitarejeshwa, lakini kama hivyo navyosema hiyo utakuwa ni maajabu mkarafu, umeona wapi? Tutakurejeshea, lakini we tuachie sisi. Hao wao hawakujui, sisi tunakujua wewe, toka enzi ya bibi yako, tunajua nini bibi yako. Sasa wao hawa hawajui, lakini tutawafahamisha sisi. Kwa hivyo nakuomba utuachie, si haya lete narakoma kwa jina naitwa Hamisi, ni mkazi wa hichi kijiji na ni mdau wa karafuu. Kwa hiyo ningependa kwanza kumpa pongezi bwana naibu sheha kutuletea, awa, ZSTC, kwa kutuletea hawa wataalamu kutoka ZSTC kwa sababu tulikuwa hatujui. Sasa na swali langu kidogo kutoka kwa hawa wataalamu. Mimi na na shamba langu ambalo kwa huwa navuna kile kifika miongo wa kuvuna karafuu. Lakini sijawahi hata siku moja kwenda kuuza ZSTC huwa na, na kuwa nauzia tu wale watu ambao wanapita njiani wakiulizia kuhusu karafuu na ozia. Lakini nilikuwa nataka nijue hii ZSTC inapatikana wapi? Asante kwa swali lako. Ofisi za ZSTC huwa tunapatikana saa 10 pale, ila kwa ufahamu zaidi, unaweza ukenda kwa sheha akakuelekeza na ukafika. Pia kuhusiana na swala so la karafuu kumuuzia mtu ili yeye aje kule, huwa yeye ndo anafaidika zaidi kuliko wewe Tumefahamiana? Na ile ni haki yako wewe, kwa sababu umetupa nguvu za kupanda kuchuma. Kwa hiyo kwa nini afaidike mtu mwingine? Kwa hiyo ile unatakiwa ulifahamu, unapopata karafuu zako, hata kama ziwe robo, unatakiwa uje mwenyewe kule kuziuza, ili upate kufaidika wewe mwenyewe. Usimfaidishe mtu ambaye anafanya mambo yake, anakuja tu hapa anakupa hela kidogo, alafu akifika kule anapata hela nyingi. Kwa tunachotakiwa hicho tujifunze nacho kwa wakulima wengine pia. Tumeelewana? Tumeelewana, tumefahamu. Sawa, asanteni <laughs> <Karafuni, uhai. laughs> Zanzibar. Kwa maendeleo ya Zanzibar. Haya, wakulima wenzangu, nafikiria kila mtu katoa dukuduku lake, hakuna ubakishi. Ndio. <laughs> Kwa hivyo tunashukuru sana, hapa ndo mwisho wa kikao chetu.